Mwongozo wa kujifunza Biblia, Juni 26, siku ya Alhamis. Mada inasema Koreshi Masihi. Koreshi alipouteka nyara mji wa Babeli, miaka ya watu wa Mungu kukaa utumwani ilikuwa imekwisha, na Waajemi wakawaruhusu warudi katika nchi ya ahadi na kujenga upya hekalu. Chini ya Koreshi, ufalme wa Uajemi ukawa mkubwa zaidi katika historia kwa kile wanahistoria Tom Holland anachokiita msongamano mkubwa zaidi wa maeneo ambao ulimwengu umewahi kuuona. Kama ilivyokuwa desturi ya Waajemi, Koreshi hata aliitwa mfalme mkuu au mfalme wa wafalme. Koreshi alikuwa kivuli cha kile kitakachotokea wakati Kristo atakaporudi kwa ajili ya kanisa lake. Yeye ndiye mfalme anayekuja kutokea mashariki, linganisha na Mathayo 24:27, akipigana vita dhidi ya Babeli na kuwaweka huru watu wake ili kutoka Babeli hatimaye na kurudi katika nchi ya Ahadi, tazama Ufunuo 19:11 hadi 16. Hii ndiyo sababu Mungu anamrejelea Koreshi kama Masihi wake Isaya 45 aya kwanza. Sio tu kwamba Mwajemi huyu mashuhuri aliwakomboa watu wa Mungu. Kampeni yake dhidi ya Babeli pia ni mfano wa kuja kwa Kristo mara ya pili. Soma Mambo ya Nyakati wa Pili, sura 36 aya 22 na 23. Kisa cha Koreshi kinafananaje na kile cha Nebukadneza? Kinatofautiana kwa njia zipi? Amri hii ina umuhimu gani? Hata hivyo, iliathirije ujio mzima wa kwanza wa Yesu karne nyingi baadaye? Mpangilio wa asili wa vitabu vya Agano la Kale umebadilishwa katika siku zetu kukomea katika kitabu cha Malaki, lakini hapo kwanza, hapa ndipo Agano la Kale lilipokomea na tamko hili kutoka kwa Koreshi. Kitabu kinachofuata katika mfululizo wa vitabu vinavyotambulika vya maandiko kitakuwa ni kitabu cha Mathayo, kinachoanza na kuzaliwa kwa Kristo, ambaye Koreshi ni mfano wake. Koreshi alipanga mipango ya kujengwa upya kwa hekalu la duniani. Yesu alizindua huduma yake katika patakatifu pa mbinguni ambayo ilifikia hadi wakati wa ujio wake na ukombozi wetu. Koreshi bila shaka hakuwa mfano mkamilifu wa Kristo. Hakuna mfano unaolingana kikamilifu na halisi, na ni lazima tuwe waangalifu tusichunguze sana kila maelezo madogo madogo, lakini anatumika kama mfano wa Mwokozi. Inavutia kiasi gani kwamba Mungu alimtumia mfalme mpagani kwa namna ya pekee kufanya mapenzi yake. Yaani, hata licha ya jinsi mambo yanavyoonekana kwetu kwa nje, tunawezaje kujifunza ukweli kwamba kwa muda mrefu